Sana kaza, tumeshusha wachezaji wa daraja la juu sana Nye? Tumeshusha wachezaji top class ya Afrika tu, nakwambia na <laughs> tumeshusha wachezaji wa daraja la kipekee sana Dye. Tumeshusha wachezaji ambao wanakuja kurejesha matumaini mapya tumeshusha wachezaji ambao wanakuja kutengeneza historia na heshima mpya ndani ya Simba Sports Club. Tumeshusha mabalaa makubwa vibaya mno. Tobias Sebastian, maneno yako hayo kaka, maneno yako kweli, vitu vimo. Umewaona Tobias Sebastian? <laughs> Hehehe... <laughs> <laughs> yupi amemwona kaka? mi sijaona. <laughs> Kwa kweli viongozi wetu wanastahili e, sifa kubwa sana na pongezi kubwa sana kwa aina ya usajili ambao umefanyika, e, usajili ambao tumeufanya ni usajili mkubwa ambao unakuja kuichachua Simba Sports Club e, inakuja kuibusti ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku eh, timu inakuja kuiamsha kutoka kwenye usingizi ambao watu walikuwa wanataka kuanza kupitiwa nao. Wanakuja kuongeza nguvu mpya ndani ya timu yetu. Ni wachezaji wa daraja la juu mno. Kwanza wana uwezo mkubwa, lakini pili wana experience ya kutosha. Tuna dude hapa lina experience ya kucheza mpira katika mabara matatu tofauti. Mtu amecheza Afrika, mtu amecheza Ulaya, mtu amecheza Asia, tunaye kwenye timu yetu hapa. Kwa hiyo ni usajili ambao eh, unaweza nikaufananisha nika, kwa mfano, na mtu akiwa anakaribia anakaribia kukata roho, kwa mfano, alafu ukamwekea drip ya sukari, anapata energy anashtuka anaendelea na maisha. Ndio aina ya usajili ambao tumeufanya. Au mtu anakaribia ana, ana, ana, ana, ana kukata roho, alafu ukambusti na ile mashine ile akashtuka. Ndio aina ya usajili ambao tumeufanya. U, ukatia moto kidogo tu, ndio aina ya usajili ambao tumeufanya umekuja kuiamsha Simba Sports Club. Mimi niseme tu Yani, kwa aina hii ya usajili ambao tumeufanya, dirisha dogo nini, tuanze upya? Tufanyaje? vyuma tunavyo, tuliokuwa nao sasa. E, anayetaka kuja na aje, sisi tuko tayari. Tobias Sebastian, tuanzie hapa katika haya mawili. Yule mwili jumba uliyesema yumo au hayumo? na ndio nani? Moja. Yule uliyesema uko mmoja wakina Gana Gueye ndio yule yule ambaye amefunga kwenye fainali ya AFCON au ni kwa sababu yule naye ndo ndo Gueye na yule ndio wao wao au wengine? Hao wawili kwanza afu tutakuja wengine. Mwili jumba ni Ismail Olivier Toure. Ubeke. Kijana kutoka Ivory. Unakuja maana wapi? Eh, huyu beki namsema anabona. Ehe. Kijana kutoka hey. Cote d'Ivoire. Hey. Ama, ama, ama Ivory Coast, taifa la mpira na taifa la soka, mabingwa wa AFCON iliyopita, taifa lililosheheni vipaji Ivory Coast, mpaka muuza ubuyu anajua kandanda. Sasa huyu eh, Olivier Toure ni kutoka katika taifa hilo, ni mchezaji ambaye ana, ana experience ya kutosha kwa sehemu ambayo Simba tulifikia tulikuwa tunahitaji mtu ambaye atakuja ku, kuongeza uzoefu wake na kutu. Unajua, kila timu huwa inakwama, kila timu huwa inapita, kuna mapito fulani. Asa, namna gani ya kuondoka kwenye yale mapito? Unaleta watu wenye experience, ambao wameshapigana vita nyingi, ambao wameshacheza mechi nyingi, wameshakutana na na misekeseke mingi, watu ambao wanajua kuna njaa, kuna kushiba, watu ambao wanajua kuna mvua unajua, watu ambao wanajua kuna kupata, kuna kukosa, unamleta mtu kama huyo kwa ajili ya kuja kuboost timu yako kwa ajili ya kuja kuamsha morali kwenye timu yako kwa ajili ya kuja kuchachua. si, si, si, si, ushawahi kula ugali na mbilimbi na, na ile mbilimbi ni kwa ajili ya kuuchachua ule ugali, kwa sababu ugali hauna chumvi wala sukari, kwa hiyo umepooza. Kwa hiyo unachukua kambilimbi kidogo kwa ajili ya kuuchachua. Ndiyo Ismail Olivier Toure, to to to, umri wake miaka ishirini na nane. Ukishaona mchezaji ana umri wa miaka ishirini na nane, mm huyo -hmm. manake tayari ni experienced mm -hmm. ni matured mm -hmm. ni mchezaji ambaye tayari amekwiva mm -hmm. ni mchezaji ambaye unamfundisha kidogo, alafu anafanya kazi kubwa. Ndio Ismail Toure, huyu ndio mwili jumba ambaye nilikwambia, ukimwangalia vizuri, sifa zake anafanana kabisa ah, Bale, <laughs> yule na Kalidou Koulibaly yule yule yule, kaka tofauti ni upara tu uh -huh. lakini ubora ni ule ule, lakini akili yake na utulivu wake uh -huh. anafanana na Elhaj Sheh Diof, mzaji wa mbele siyo al uh -huh. uh -huh. uh -huh. Alhaj Diof yule mshambuliaji, al Haj Diof beki Msenegali, anacheza full beki ambaye alizima siku ile ya fainali mtu mmoja hivi eh, eh, anafanana kaya, na Olivier Toure wetu Ismaili huyu ambaye yupo Simba wanafanana kila kitu, kaka, nakwambia Tobi, nakwambia Tobi, e na e, mimi siwezi kukaa kinyonge Lio, kwenye Simba yangu bora namna hii sawa. Kwa hiyo huyu Ismail mm -hmm, anakuja kwanza na sifa mbili mm -hmm, ana uwezo wa kucheza central defender, ana uwezo wa kucheza midfield ya chini maana yake ni kwamba anakuja kuongeza nguvu kwenye safu yetu ya ulinzi. Moja ya sehemu ambao tulikuwa tunalegalega sana ni eneo la ulinzi. Ukiangalia Simba msimu huu tumeruhusu mabao mengi sana. Hiyo maana yake na kwa picha moja kwa moja kwamba kulikuwa kuna changamoto kidogo kwenye eneo la ulinzi. Tunafanyaje sasa? Tuongeze ukuta wa zege pale, tukamleta mwili jumba. Ismael Toure anakuja kusimama sawasawa pamoja na roshaindo Rock pamoja nanangu mtu chuma siumnelewa, wanakuja kutengeneza ukuta pale wa tishio huku, wanasimama mtu mwingine Kapombe Shomari, huku Anthony Mligo, Anthony Mligo naye tumemwongezea pawa. Sijui umeendelea ligi lini tena League, bado kuna champions, ngoja tukamtesti tukampime ithibati Esperance. Eh e, wacha tukampime ana ithibati ya kushiriki ligi ya mabingwa Afrika. Sistimu tunayo tayari. Huyo huyo bwana ambaye nimekuambia hapo, anakuja kuongeza ufanisi, anakuja ku... Ismail Toure Olivia umri miaka ishirini na nane. Beki wa kati amezima sana Afrika Kusini hapo, amezima sana kwa Ivory Coast, amezima sana huko Asia, Asia huko kote, huko wanamtambua vibaya mno, dunia nzima akaizunguka kwa kazi ya mpira. Anakuja kufanya maajabu yake ndani ya Simba Sports Club. Wanasimba watafurahi vibaya, na sisi tuna bahati nzuri mno na mabeki kutoka Ivory Coast. Unamkumbuka wa mwisho eh? Sultan Pascal segewawa anakuja kuzima hapo kuja ku, ku, kutufurahisha wana simba sawa. Yule aliyefunga kwenye fainali ya AFCON unamkumbuka? mm, mm, mm, mm. Jina lake la pili unajua anaitwa nani e, Gueye yeah. Aliachia mwichi bana eh? nikamwona bono amekaa namna hii bono, na kama sijakosea ile pasi imetoka kwa Idrisa Gana Gueye eh? Kwanza alichukua alichukua Mane eh? Afakatisha kama eh, anaenda eh? akaiacha namna hii eh? Alivyoacha akaipitia akaachia aka moja, okay. Ikamkuta yule mwanamume baba, akadribu akadribu, walabu anajigongagonga, wa tuku msuli wa maana, akaachia mkwaju yeah, yeah. Sasa mmoja, swali langu liko hapo hapo, tuna Gueye hapa na sisi ki... libase Gueye, mwanzoni ulisema uko mmoja, libase Gueye, mwanzoni ulisema ni uko mmoja na akina Idris Agana Gueye yule Gueye ambaye amefunga kwenye, mm. kwenye, kwenye fanali mm. Ndio hao hao ndio vile vile au tofauti ukoo mmoja? mm -hmm. Wakina Gueye wote wa Senegali uko wao mmoja na wote wanajua mpira. mm -hmm. Ukoo mzima wanajua mpira, yani wao wamezaliwa kucheza mpira tu. mm -hmm. Hawana shughuli nyingine ya kufanya duniani hapa. mm -hmm. Wao ni kucheza mpira. Tumemchukua Libasse Gueye mm -hmm. kwa ajili ya kuja kuongeza unyama na ubunifu kwenye eneo la mistari ya pembeni hivi. Yeye ana uwezo wa kucheza namba, namba, namba kumi na moja ana uwezo wa kucheza namba saba lakini sio sana. Namba kumi na moja namba kumi. Ana uwezo wa kuchukua mali akakatiza katikati ya uwanja akiwa ameuficha kwenye mguu wake wa kushoto, huku anamhesabu mmoja baada ya mwingine mpaka anamkuta mtu wa mwisho, anampa pasi ya upendo, anakwenda kufunga. Ni mchezaji ambaye tulikuwa tunamhitaji sana kwenye timu yetu kwa ajili ya kuja kuongeza kasi ya mashambulizi. Tunataka eh, eneo la mbele hili liwe limechangamka muda wote. Yani tunataka kwenye eneo la mpinzani watu wao wamejaa muda wote, kama tupo Kariakoo watu wanakuwa anapishana pale mbele, so anaingia mwalimu anatoka, anaingia gana nani, Libasse Gueye, yani tunakuwa tuko busy pale eneo la, ndicho ambacho tumemchukua Libasse Gueye, kwa sababu anaongezeka nini? Anafanya Libasse Gueye kiufundi, mali ikiwa inatokea kulia, yeye anavunjika, anakuja katikati mali ikiwa inatokea katikati, yeye anavunjika, sijui umenelewe, lakini yuko huku pembeni kumpa option. Anthony Mligo anapokuja na mali anaambia mwisho wako wewe, hapa niachie mimi, hiyo nikafanye nikafanye bala langu, anachukua anaondoka. <laughs> <laughs> sawa sawa jisa. sawa sawa saawa, uh, huko huko pembeni tena tumeongeza fullback mwingine wa kushoto kwa mdogo tu, kijana ambaye amepita katika timu za taifa zote hadi senior team Nixon Kibabage. Moja <laughs> ni maji kwanza. Ni maji tena kukumzungumzia Kibabage tena. Kibabage uweze kumzungumzia ukiwa na kiu. Zungumzia vizuri. Eh, Nixon Kibabage. Moja kati ya sajili bora sana ambayo tumeifanya ndani ya timu yetu unaweza usinielewe na shabiki mwenye jicho la kawaida naye anaweza sinielewe, lakini nataka niwaambie wana simba ya kwamba ni moja kati ya sajili ya maana kweli kweli tumeifanya kwa Nixon Kibabage. Inawezekana kwa sababu tunamjua, inawezekana kwa sababu ya historia yake, inawezekana kuna vitu vingi nyuma vinavyomfanya mtu a, a, awe demoralized anaposikia usajili wa Nixon Kibabage, lakini mimi niko hapa kuwaambia wanasimba ya kwamba watembee kifua mbele kwa sisi kumpata Nixon Kibabage. Wanasimba wajivunie sisi kumpata Nixon Kibabage. Wanasimba wavimbe, watune, wajishaue sisi kumpata Nixon Kibabage. Kwanza ni mchezaji ambaye tulikuwa tunamhitaji sana kwenye timu yetu, lakini pili ni mchezaji wa leo na kesho, kulingana na umri wake. Lakini tatu, Nixon Kibabage ni mchezaji aliyesoma mpira. Wesu umesoma vitu vyako vingine vya kutangaza, sio vya kuhojihoji. Yeye amesoma mpira. Ni wachezaji wachache mno Tanzania hii waliosoma mpira, wengi wanacheza mpira. Lakini kusoma mpira ni kwa wachezaji wachache mno akiwemo Nixon Kibabage. Ni mchezaji ambaye anakuja kusaidiana kazi na Anthony Mligo. Kumbuka Anthony Mdigo yuko peke yake upande wa kushoto huko, na mpaka sasa amefanya kazi nzuri kweli kweli. Sasa tunamwongezea mtu wa kusaidiana naye upande wa kushoto. Advantage ya, ya Kibabage ni kwamba ana uwezo wa kucheza chini kama na namba tatu, ana uwezo wa kucheza juu kama namba kumi na moja, lakini chini ana mudu vizuri, kwa sababu ana uwezo wa kuingia ufunguni kwa mtu akachukua mali akaondoka. Ana uwezo wa kusogea na mali mpaka hapa eneo la hatari, alafu akapiga kros zenye macho. Nixon Kibabage uwezo huo anao. Sasa pamoja na umri wake mdogo, lakini ana experience kubwa, ameshazunguka sana afrika hii kote huko. Alikuwa hatembei kuuza mitumba, alikuwa anatembea kusanya maarifa ya kuja kuisaidia Simba Sports Club. Tumempata Kibabage at very right time, wakati sahihi mno, amekuiva amekomaa ameshashupaa sasa, yu tayari kuisaidia Simba Sports Club. Anakuja kusaidiana na Anthony Mbigo kwenye eneo la ulinzi, lakini vilevile vile kwenye eneo la ushambuliaji. E, mlinzi wa kushoto, wakati timu inashambulia, naye anakuwa ni mshambuliaji, na Kibabage ana uwezo huo wa kugeuka kuwa mshambuliaji kwa sababu ana overlap akifika anaweka mtungi, so anajitwisha ama mwalimu ama ana, ana, ana, anajitwisha. Maana yake ni kwamba mali zinakuwa hazikauki kwenye lango la mpinzani, mipire bize kama, kama kari yako ya hey. Mpira unakuwa haukauki kwa sababu hey. kila muda anajaza mtungi hey. watu wanajitwisha. ana, ana, Nixon Kibabage ana kazi kubwa ya kuongea na miguu yake, sio mdomo miguu yake ndiyo inapaswa kuzungumza zaidi na itazungumza zaidi miguu ya Nixon Kibabage. Kila mtu atagwaya baada ya kumwona Kibabage kwenye mechi mbili tatu hivi. Waswahili wanasema jiwe walilokataa washi limegeuka jiwe kuu. Jiwe kuu ni Nixon Kibabage. Kama ulisoma hicho kitu kwenye Kiswahili ukiwa shule ya msingi na ulikuwa hulijui jiwe kuu ni nani, jiwe kuu ni Nixon Kibabage. Ataifanya kazi yake kwa ufanisi wa hali juu. katika wachezaji ambao mimi nawalia yamini ya kwamba wanaweza kutuvusha salama Simba msimu huu na heshima ya mnyama ikarejea, ni Nixon Kibabage. Sawa msomaji, eh, kwenye neno la goalkeeper tumeongeza pia mashine nyingine tumemwongeza Mamadu kwenye eneo hilo, naye tuzungumzie, mashabiki wamfahamu, mashabiki wamjue. Yeah, mara baada ya kuumia kwa mlinda mlango wetu namba moja eh, Musa Kamara pinpin spider eh, tukaendelea tuka, tuka na, na, na mlinda mlango mwingine ambaye ni Yakubu Suleiman mwenye uwezo mkubwa, bahati mbaya na yeye akaumia katika mashindano ya, ya AFCON na atakuwa nje kwa muda mrefu sasa hivi kuelekea msimu huu maliza kibingwa na NBC tamba sokoni na madukani, tumebakiwa na mlinda mlango eh, Abel Hussein akisaidiwa na mlinda mlango kutoka timu yetu ya vijana Alexander. Sasa Eh, tunakuelekea unahitaji eh, watu waliokamilika zaidi, unahitaji orodha iliyokamilika zaidi. Tukalazimika kuingia sokoni na tukampata mlinda mlango mahiri kweli kweli kutoka taifa, ambaye ni mlinda mlango wa timu ya taifa ya Nija. Wengine wanahitaga wanahitaga Niger ehe, eh, lakini kitaalam Nija ni, ni na Nija ndiko ambako ilizaliwa pumzi ya moto mwaka huo. Kwa hiyo tumempata mlinda mlango eh, Jibril Kasila. Eh, jina lake ukiliangalia Jibril <laughs> ni jina zito kweli kweli. Ndio tumempata huyo sasa, Jibril Kasila. Eh, Jibril Kasila anakuja ku, ku, ku, kuongeza nguvu kwenye eneo la, la, la, mlinda mlango na uzoefu wake aliokuwa nao e, ubora wake aliokuwa nao tunaamini utakuwa na tija kubwa sana hasa kwenye kipindi hiki cha mpito ndani ya Simba Sports Club. Eh, semaji mm, nazilisha sauti ya, ya simu yangu chama <tihdamatu> <tihdamatu>

Umenifanya nione maji yana sukari, maji haya kutoka kwa Masafi, eh, eh. Yani kimsingi maisha yamekuwa matamu sasa ndani ya Simba, yaani kulala na kuamka maisha yamekuwa matamu ndani ya Simba Sports Club tu. Tulimisi hivi vitu bwana, tunamfanya vibaya hapo Platinum eh. Chama anafanya mkatili wa mwisho kuelekea katika hatua inayofuata Platinum analala. Baada ya hapo, kila mchezaji wa Platinum alilala chini kama akapita nyuki huyo, eh, eh, eh. mtu, mtu amerudi unyamani, mm. Hatimaye Kletas Chota Chama, kipenzi cha mashabiki wa Simba Sports Club. Mwamba wa Lusaka amerejea unyamani, mwenda tezi na omo marejeo ngamani, mwamba amerejea ngamani hapa ngamani ndiyo nyumbani kwao. mm -hmm hapa ndiko Simba Sports Club, nyumbani kwa Clotus Mwamba chota chama, alikopita kwingine huko, yeah. alipita tu yeah. Lakini amerudi kwenye maisha yake, ndege amerudi tunduni, yeah. Yani kila kitu kimerudi katika mahala pake. Jua yeah. huwa linatoka mashariki linakwenda magharibi yeah. Lakini kesho yake lazima litoke tena wapi? Mashariki, irudi magharibi yeah. Haijalishi lilizamia Ubu. magharibi Ubu. lakini asubuhi aliona linatokea tena wapi? Mashariki linarudi magharibi. Utajua mwenyewe lilirudi saa ngapi tena huku, baada ya usiku kufika. Mwamba wa Lusaka amerejea, amerejea Unyamani, amerejea Simba Sports Club, amerejea nyumbani kwao, baada ya mateso makubwa aliyoyapata sehemu za ugenini. Sasa amerejea nyumbani kwao, amekuja kufanya kazi ya nyumbani kwao, amekuja kuiokoa simba yake, amekuja kurejesha matumaini ya wanasimba amekuja kurejesha heshima ya wanasimba na tulimisi vibaya mno na tulimisi vitu vingi ndani ya Simba Sports Club ambavyo vinapatikana kwa chama peke yake hakuna sehemu nyingine yoyote unaweza ukapata vitu vya chama vinapatikana subiri kwanza unanikata mzuka unanikata nayajua yote hayo Hakuna sehemu nyingine yeyote unaweza kupata vitu vya chama zaidi ya kwa chama mwenyewe. Amekuja, aliondoka na vitu vyake, na bahati nzuri ni kwamba hakuvionyesha alikoenda. Sasa amerudi Simba Sports Club, amerudi na vitu vyake, anakuja kuvionyesha hapa ndani ya Simba Sports Club. Raha imerejea Msimbazi, imani imerejea Msimbazi, matumaini yamerejea ya Msimbazi Chama amerejea Msimbazi, kila kitu kimefurahi ndani ya Msimbazi kama Idrisa Gana Gueye, a, a, kama Gueye nyasi zimefurahi, si basi limefurahi, sijui kempo imefurahi, sivimefurahi mwamba itakuwaje? mm. <laughs> <laughs> <laughs> Mpaka mchanga umefurahi mpaka haya mawingu unayoyaona hapa mefurahi e. Wale ndege unaowaona pale wanarukaruka wao wote e. Wanafurahia kurejea kwa chama wale, e. wale. Wale wa e. wale ndege unaowaona pale wanaitwa yangeyange weusi wale, wanafurahia kurejea e. kwa chama e. Kaka e. chama sio kiumbe wa kawaida, wasivyokuwa hai wale wote wanafurahia kurejea kwa chama, na kuanzia leo utaona wale ndege kila mazoezi tukifanya hapa waondoki, wanataka kumuona Chama kaka. Hakuna mtu asiyependa kumuona Chama. Ndio maana wanaona wale ndege wale na wale wanakwenda kuita wenzao, jamani, Chama karudi Simba Sports Club Twendeni tukamwone, yuko mo Simba Arena, wale wanakuja kumwangalia Chama kaka. Chama mtu hatari kaka. Chama mtu anatisha kaka. Chama tulimisi vibaya mno. Chama tulimkosa kwenye timu yetu. Kuna wakati mpira unachezwa unaona kabisa tunakosa Chama pale afanye mambo yake ya kikatili. Chama karejea nyumbani, kaka, nasikia raha ujua <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Minasikia> <yorvunyavya. laughs> <laughs> mimi niwapongeze viongozi wetu kwa kuliona hili jicho mm. Na kwa nini Chama alikuwa ni muhimu kwenye timu yetu? Mm. Niulize hilo swali so, kwa nini Chama alikuwa muhimu kwenye kikosi chetu? Very good. Yes. Chama ilikuwa ni muhimu mno kwenye timu yetu yeah. Kiangalia timu yetu imekosa morali yeah. Na kama nakumbuka juzi baada ya mechi ya Mtibwa nikasema, mm. Tuna wachezaji wazuri sana very talented yeah. Lakini kuna kitu kinakosekana ambayo ni morali. Sasa morali huwa inaanza kwa mchezaji mwenyewe, kwa wenyewe, wachezaji wenyewe kwa wenyewe, wanaamshana, wanahamasishana, wanakumbushana, wanasukumana. Ulimwona, ulimwona Sadio Mane kwenye fainali ya AFCON wakati Senegali wote washakata moto Senegali wote washakubali liwalo na liwe hatuendelei na boli. Senegali wote washakubali kutia mpira kwa pani wanaondoka uwanjani. Senegali wote washasanda wako vyumbani wanavua na viatu. Senegali wote hawataki tena kuendelea na mechi. Mwanamume mmoja tu anawaambia rudini, tukacheze liwalo na liwe, anawakusanya vijana wake anawaambia rudini, tukacheze tendeni tukapambane mpaka Idrisa Gana Gueye na umri wake wote, naye alikuwa ameshakata tamaa, lejendi mkubwa kwelikweli. Kocha wa Senegali naye tayari alikuwa ameshakata tamaa, lakini mwanamume mmoja tu amebadilisha historia ya Afrika, anaitwa Sadio Mane. Yeye ndiye aliyewaambia wenzie moja baada ya mwingine, mwanangu, okay. Elhaji Diof, twende tukaendelee kupambana ndani Mbaye, twende tukaendelee kupambana. Lina mlango wetu baba, twende tukaendelee kupambana. Kila mtu akamfata kwa jina lake, twende tukaendelee kupambana. Hii ngoma bado haijaisha. Simba Sports Club tulikuwa tunamkosa ndani ya timu yetu, na ndio maana tukaenda kwa mamba mwamba klotus chota chama, na kumrejesha aje afanye kazi hiyo ndani ya Simba Sports Club. Ataifanya camp

Tukiwa tunatoka kwenye ma, kwa, tunatoka kwenye kwenye kwenye kwenye camp tunakwenda kwenye mechi, chama kazi yake ni kuamsha morali ya wenzie. Tuko dressing room, tunakwenda uwanjani, chama ndiyo kazi yake kuamsha morali ya wenzie. Tuko uwanjani, ngoma imeshakuwa ngumu, chama kazi yake kuamsha morali ya wenzie, kwa sababu kuu mbili. Kwanza na ubora wa hali ya juu mno, na fundi yoyote kwenye mpira lazima aheshimiwe. Uzuri ni kwamba watu wa mpira anayejua lazima umuheshimu.

Wale wale, wale, wale wale Senegali, walimheshimu walimheshimu, e, walimheshimu Mane, sio kwa sababu kawazidi hela, sio kwa sababu kawazidi umaarufu, sio kwa sababu kacheza, kacheza Liverpool, ni kwa sababu anajua mpira. Kwa hiyo wanamheshimu huyu, anajua mpira, ndio maana anaheshimiwa. Kwa hiyo chama anaheshimiwa, Simba Sports Club, na ndio maana ni rahisi kuwaambia wakina Yeah. Twendeni tukafanye moja mbili tatu wakati yeah, kwa sababu anayesema ni mtu ambaye anajua anachokisema. Unataka kuniambia sema, ni chama anakuelekeza na anakuonyesha mimi, nishafanya hii hapa hii hapa, twende tukafanye basi, sijui umenielewa. Anaelewa vizuri eh, kwa mamlaka kabisa, anaelewa sawasawa hiyo ndo sababu ya kumrejesha Chama. Ana mamlaka hayo ya kuzungumza, ana mamlaka ya kuamsha morali ya wenzie, ana mamlaka ya, ku, ya kubusti morali, ana mamlaka ya kuwasukuma wenzie, ya kuwalazimisha tufanye, kwa sababu yeye mwenyewe ana uwezo wa kufanya na ameshafanya sana. Chama ni lejendi ndani ya Simba Sports Club atawaambia wakati anazungumza na, na wachezaji wa sasa: mimi niliipeleka Simba robo fainali ya kwanza Simba Sports Club. mimi nilipeleka Simba group stage ya kwanza. Mimi nilifanikisha Simba kupata mafanikio makubwa haya ambayo mmeyakuta. Ninaposema twende tukapambane, namaanisha twende tukapambane. Hiyo ndio sababu ya kumrudisha chama ndani ya Simba Sports Club, aje kuwaongoza wenzie, yeah. Yuko Shomari Kapombe tunakubali, lakini mwongoza mapambano hatakiwi kuwa mmoja ndani ya timu kubwa kama hii, tunakuwa nao wengi. Mwenimaliza semaje? Sijui umendelewa maabu, yeah. yeah. ya kumrudisha Mwamba lakini vilevile vile, yeah. eh, experience yake nayo na tulikuwa tunaihitaji sana kumbuka, eh, Simba tumepata pigo hapa kidogo tumepata mtikisiko yeah. E, timu imerudi chini kidogo hasa. Tunaiamshaji hapa? Tunatokaje kwenye huu mkwamo? Tuna tunafanyaje kutoka hapa kwenda mbele zaidi? Naleta watu wenye historia kubwa, leta watu wenye uwezo wa kuamua vitu, watu wenye uwezo wa kufanya mambo makubwa. Ndio maana tukamchukua Chota Chama aje afanye hayo mambo makubwa. Mimi ninayo furaha kubwa sana, na niwaombe Wanasimba tumunge mkono Chama kama ambavyo tunawaunga mkono wachezaji wengine, ili afanye kazi ambayo tunaitaka ndani ya Simba Sports Club. Na mimi ni kuahidi chama amezaliwa upya ndani ya Simba Sports Club. mwaka huu anatimiza miaka ishirini chama. mm -hmm, tumemaliza usajili, usajili bado unaendelea, ziko mashina nyingine zinakuja. mm -hmm. watu wawe na subira. Shukrani sasa